Wakati nikiwa njiani jana usiku, kuja huku Masasi, nikapewa taarifa kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna kauli ya msajili wa vyama vya siasa ya kwamba amempa katibu mkuu wa Chadema wiki moja ili katibu mkuu atoe majibu juu ya barua ambayo yameandikiwa na ya mwanachama mmoja wa Chadema kuhusu uhalali wa kikao cha baraza kuu la chama tarehe ishirini na mbili mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano kilichothibitisha uteuzi wa katibu mkuu wa chama, manaibu katibu wakuu, na wajumbe wa kuteuliwa wa kamati kuu ya chama na usajili wa vyama vya siasa amelizungumza jambo hili kwenye kwenye vyombo vya habari, na kwa sababu amelizungumza kwenye vyombo vya habari na mimi kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu, kabla hata haijafika hatua ya kuwasilisha majibu kwa maandishi kwake juu ya hayo ambayo ameshaanza kuyazungumzia kwenye vyombo vya habari, nataka niwahakikishie tu wanaCHADEMA na Watanzania juu ya hiyo tuhuma ambayo msajili wa vyama vya siasa ameisemea ame, ame kwenye vyombo vya habari kwamba akisema kwamba tunapaswa tuwe tumepeleka majibu. CHADEMA inaongozwa kwa mujibu wa katiba. Sisi tunaheshimu sana katiba ya chama, kanuni, maadili na itifaki ya chama. Ibara ya sita nukta mbili mbili ya katiba ya chama inahusu uhalali wa vikao vya chama na ibara hii ina sehemu mbili juu ya akidi ya vikao. Hapa nitazungumza juu ya hoja ya akidi ya vikao. Sehemu ya kwanza ni ibara ya sita nukta mbili mbili e. a inayotamka maneno yafuatayo: kutahitajika akidi ya asilimia 50% ya wajumbe kwenye kikao halali cha ngazi ya kawaida. Alafu 6.22b, nazungumza akidi nyingine, lakini vikao halali vya kurekebisha au kubadilisha katiba au vya uchaguzi na sera za chama vitahitaji akidi ya asilimia sabini na tano. Kwa kuna akidi za aina mbili katika chama cha CHADEMA, kuna akidi ya vikao vya kawaida vya maamuzi na kuna akidi ya vikao vya maamuzi maalum, ambayo kwenye katiba yametajwa ni mambo yafuatayo: moja, kama kuna ajenda ya kubadilisha katiba ya chama; pili, ajenda ya uchaguzi wa chama; tatu, ajenda inayohusu kupitisha sera za chama. Kikao cha baraza kuu cha tarehe ishirini na mbili mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tano hakikuwa na ajenda ya uchaguzi, kwa sababu nakumbuka, na hili nilieleza vizuri sana mbele ya baraza kuu, baada ya kuwa katibu mkuu, nimepokea rufaa juu ya uchaguzi wa wajumbe wa kamati kuu wa kuchaguliwa. Ajenda ya uchaguzi ikawa si sehemu ya ajenda ya kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 mwezi Julai mosi Januari mwaka 2025. Baada ya kuondoa ajenda ya uchaguzi, kikao kikaendelea na ajenda za kawaida ambazo ni kuthibitisha uteuzi wa katibu mkuu na manaibu wake na kuthibitisha uteuzi wa wajumbe wa, wa kamati kuu waliokuwa wamependekezwa na mwenyekiti ajenda, hii ajenda hizi za kawaida zinaongozwa kwa mujibu wa katiba ibara ya 6.2.2a, kwamba akidi ni asilimia 50. Katika kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 mwezi Julai, idadi ya wanachama viongozi waliokuwepo wajumbe wa baraza kuu ambao walisaini wenyewe, sio tu kwa kuandikiwa majina. Bahati njema sana kwenye kikao kile cha baraza kuu, kila mjumbe aliandika jina lake kwa mkono wake mwenyewe, cheo chake kwa mkono wake mwenyewe, eneo lake analotoka kwa mkono wake mwenyewe, nambari yake ya simu kwa mkono wake mwenyewe, na akasaini kwa mkono wake mwenyewe. Jumla ya wajumbe 234 sawa na asilimia 56.8 walihudhuria baraza kuu, na tunao ushahidi wa mahudhurio yao. Wanataka kuambia Wanachadema na Watanzania, muwe na amani na muwe na imani. Mchezo huu haramu unaohusisha ofisi ya msajili na baadhi ya watu ndani ya chama, mbinu hizi haramu Nataka muwe na hakika tutadhibiti kama ambavyo tumedhibiti mbinu nyingine harafu ambazo itakabia nayo kama chama. Na nilisema awali kabisa, jambo hili lilipojitokeza, kwamba mambo haya yanafanyika kutaka kukitoa chama kwenye ajenda kuu ya chama na ajenda kuu kwa kweli ya taifa ya no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa Wanachadema pote nchi nzima, na Watanzania, msikubali kuondolewa kwenye ajenda kuu, tuendelee na mapambano ya no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na kwa msajili wa vyama vya siasa, kwa kuwa ameamua kuzungumza na vyombo vya habari, ofisi yake imeamua kuzungumza na vyombo vya habari, msajili wa vyama vya siasa awaeleze Watanzania, sisi CHADEMA tunaheshimu katiba yetu, lakini msajili huyu ni mteule wa watawala, awaeleze Watanzania alikuwepo kwenye mkutano mkuu wa CCM wakati CCM inakiuka katiba ya CCM kwenye kumpitisha mwenyekiti wa CCM Rais Samia kuwa mgombea urais pekee kwenye kumpitisha mgombea mwenza wa urais, msajili wa vyama vya siasa alikuwepo, ofisi yake ilikuwepo kwenye hicho kikao. Awaeleze Watanzania ni hatua gani mpaka sasa msajili wa vyama vya vya vya siasa amechukua dhidi ya CCM na Rais Samia na viongozi wengine wa CCM, wa Dodoma. Na msajili huyu huyu wa vyama vya siasa kwa kuwa ameamua kujitokeza mbele ya vyombo vya habari, awaeleze vile vile wa Tanzania na ajitokeze aseme ni hatua gani amechukua dhidi ya CCM baada ya msemaji wa CCM kutoa tuhuma za uongo na za hatari kwa kweli zenye kuvunja sheria na kuzua taharuki kwamba kampeni ya Chadema ya tonetone tone, ya kukusanya michango ambayo watanzania wote tunaomba muendelee kuiunga mkono sisi, imetoa madai ya uongo kwamba Chadema inachangisha fedha kwa ajili ya kwenda kununua virusi vya Ebola na mpox, na mambo mengine yanayoshabihiana na haya. Sasa madai haya ya uongo, msajili wa vyama vya siasa anafahamu kwamba nilikwisha mtumia hiyo video ya Amos Makala. Msajili ajitokeze mbele ya wa Watanzania aeleze amechukua hatua gani dhidi ya Amos Makala na CCM kwa kutoa tuhuma hizi za uongo. Msajili wa vyama vya siasa aseme mbele ya vyombo vya habari ametoa siku ngapi kwa Amos Makala kujieleza na hatua zipi ambazo amechukua juu ya Amos Makala. Kwa Watanzania wote nasisitiza kwamba tujikite kwenye ajenda kuu ya taifa: no reforms no